Salt is good, salt is beneficial. Ukienda kwenye duka lako, Yes. Kwenye biashara yako, Yes. Kwenye kazi yako, Yes. Carry some salt. Amen. Kumbuka Elisha alichoambiwa na alichomwambia Mfalme Yoash. Yes, yes. Alimwambia, chukua mshale. Yes. Piga. Mimi leo nimekutuma uchukue nini? Chumvi. Take salt. Amen. Hata weka chini ya miguu yako ikanyage, utakuwa njema, utakuwa na ladha, utaongea matango tango kwa mtu ukiongea na wateja wako hivi. Salt. Yesu akasema chumvi ni njema, mm -hmm. lakini chumvi ikiwa si chumvi tena, chumvi ikiwa si chumvi tena, mtaita nini ikolee? Mtaitia nini mta ikolee? muwe na chumvi ndani yenu, muwe na chumvi ndani yenu. Hajazungumza ya kiroho, muwe na chumvi ndani. Neno yake lambeni. <laughs> put it somewhere kwenye chakula Muwe na chumvi na yenu, chukua chumvi weka dukani kwako, peleka pale. Amen. chumvi weka kwenye angles is, put and then kama Yesu alivyosema tuwe na chumvi ndani yetu, kwenye gari yako, kwenye vitu vyako, kwenye product zako, mwaga mwaga vichumvi pale. Yes. Katika jina la Yesu amesema tuwe na chumvi. Yeah. Product zangu zitakuwa na ladha, kazi yangu itakuwa na ladha, vitu vyangu vitakuwa na ladha, vitauzika, watu watavikimbilia, watu watavitaka, watu watavitafuta, vitakuwa na ladha. Watu wataona hawana ladha mpaka wamevaa nguo ninayouza. Watu wataona hawana ladha mpaka wamepaka kipodozi ninachouza. Watu wataona hawana ladha mpaka wamekaa na mimi wamefanya kazi na mimi Amen. Take some salt. Amen. Put salt. Around you. Maji yako ya kuoga, put salt for ladies. You wanna have taste around the town. Nyunyiza wow, mtumishi. Wao wataloga, watafanya kila kitu. Yesu wamekwambia chumvi. Let me get my salt. Chumvi ni njema, haipotezi ladha na mimi kama chumvi ilivyo njema I shall be good. Amen. Everywhere shall be. People say this is a good man. He's a good person. We want to work with him. sinda potezala it's a therapy. Do it daily. Every morning when you wake up, do salt session